Habari, kama wewe unasumbuliwa na na chunusi, unasumbuliwa na mba, unasumbuliwa na vipele vipele, muwasho, umetumia dawa nyingi za hospitali zimeukataa, leo tumekuja na sabuni nzuri hapa, wanaita Medimix. Hii ni sabuni nzuri sana, inatoka nchini India. Ina ina ina mchanganyiko wa mimea kumi na nane kutoka India hii ni mimea ni mizuri sana sana, wanatumia sana kwa kutengeza dawa za hospitali. Hii dawa ni nzuri sana hey! Hii sabuni ni nzuri sana inaondoa harufu mbaya mwilini, inaondoa vipele, inaondoa mba, inaondoa miwasho sehemu za siri. Hasa sisi wanaume, sometimes tunakuwa tunapata miwasho miwasho sehemu za siri. Hii ni nzuri sana hii ni sabuni nzuri sana mimi mwenyewe nilikuwa na matatizo ya ngozi, imenisaidia vizuri sana pia inakata harufu. Kama wewe una harufu mbaya kwapani, ama una harufu mbaya mwilini, mwili wako utembea kidogo tu jasho, tumia hii sabuni, sabuni nzuri sana. Pia kama wale wenye chunusi kwenye mba, kwenye ngozi humo, kwenye mba, kwenye mwili humu, hii sabuni ni kiboko yao, ni nzuri nzuri sana, ni nzuri nzuri sana. Pia inaacha ngozi kuwa nyororo, maana sometimes kuna sabuni fulani ukitumia pia inakuwa ngozi inakuwa kavu sana, hasa hii inaacha ngozi nyororo, nyo nyororo sana, sana. Kabisa, kabisa. Ni nzuri sana. Harufu yake iko smooth kabisa, ni nzuri kabisa hii sabuni. Matumizi yake unatumia mwili mzima, usoni, mwili mzima. Matumizi yake kama kawaida, kama unaoga mara tatu asubuhi, mchana, jioni, kama unaoga mara mbili asubuhi na usiku ni nzuri nzuri sana. Alafu bajeti yake, bajeti yake ni ndogo sana. Madukani kote napatikana, si tunayo kwa bei ya jumla, tunaiuza kwa bei ya 3500 tu. Nzuri sana, nzuri nzuri sana. Karibuni sana guys, una shida ya ngozi hii ya kukosa, kama bajeti zako ndogo za kununua face wash au za kununua vipodozi ambayo ya bei chochukua sabuni hapa, itakufaa kabisa. Yani ni nzuri nzuri nzuri sana na ushahidi kabisa, yani ni very, very good Karibuni sana guys, karibuni sana napatikana Kariakoo market na Jangwani. Karibuni sana guys.